<laughs> <laughs> <laughs> Sasa polisi wakikukuta unakosea, hawaendi kwa Wasira kumuuliza amekosea. Wao ndio wamesomeshwa kujua kama amekosea <laughs> Wakikuchukua hawaruhusii kukaa na wewe muda mrefu, wanakwambia ukae. Ikifika saa 24 umeshafika wapi? Hmm, kwa sababu kwa mujibu wa katiba mahakama ndiyo chombo cha kikatiba cha kutoa haki hapa nchini. Sasa polisi walim, walim, walimkuta Tundu, wakamchukua anachochea mambo ya jao. Mimi sitaki kueleza makosa yake, maana mimi sio hakimu. Mambo makosa gani, anafanyaje naachia mahakamani. Mimi nitafanya makosa ya kuingilia mahakama? Tunaheshimu mahakama. Unasema inaweza ikapoteza haki? Kama unataka haki isiokuwa na mashaka, usubiri dunia itakapoisha, atakuja Yesu Kristo atakuhukumu, ndio haina mashaka <laughs> <laughs> lakini hapa duniani tumeweka mahakama, ndio chombo kinachotoa nini haki, haki, haki, haki. na satukingii iwezi kukiamrisha na Mheshimiwa Martha Karua, mwana sheria aliyebobea, anajua kitu kinaitwa separation of powers. Kwa mtu wa mahakama mraisi ma hawezi kuingilia mahakama. Anajua kwamba mahakama peke yake ndiye inaweza ikaamua mtu amekosea au hajakosea, na kosa na sheria inasema mtu hawezi kuhesabiwa amekosa mpaka mahakama imuone anakosa. Kwa sisi hatujui kama anakosa au hana. Polisi ndio wanajua na mahakama ndio imepelekewa. Wangekuwa hawana kosa, wangemwachia. Maana juzi walimkamata mwingine naye kaliyekuwa pale naitwa Hechi, lakini wakamsindikiza, baadaye wakamsaidia kupata daladala, akapanda akaenda nyumbani. hawakuona <laughs> <laughs> <laughs> kosa labda sasa <laughs> kama huyu wamepata, kuna wana suspect kunakosa, lakini mwamuzi wa kwamba anakosa ni mahakama. Na sisi chama cha Mapinduzi na serikali tuliyoiunda kwa idhini ya Watanzania hatuingilii mahakama, tunaiachia mahakama ifanye kazi yake. hatuiambii mwachie, haituambii mfungeni haa. Mheshimiwa Martha Karua anajua hayo mambo lakini, kaja anasema anakufia mbili Dar es Salaam, nilikuwa namsikiliza jana. Moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kufia tunaiheshimu aende kisu <laughs> kwa wanasheria wenzake <mizari. laughs> lakini akasema kufia pili, yeye ni mwenyekiti wa chama, kwa hiyo analaumu, anasema sisi inaogopa Chadema ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie na wanaompeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na sisi. Yeye chama gani? <laughs> Na mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika. Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM Chadema ya kuogopa iko wapi? Wao wenyewe wameshagawanyika, bado kuna G55 wanatafuta chama cha kweli. Anailaumu tume Anasema kwa nini nawazuia Chadema? Chadema waliambiwa tarehe kumi na mbili waende wasain masharti ya maadili ambayo walishapelekewa siku nyingi. Wao ndio walikataa kwenda, wenyewe. lazima waanzishe zogo ili magazeti yapate cha kuandika, wakakataa kwenda. Sasa kama wao wana uwezo wa kushauriana na tume, washauriane na tume, sisisie mtu na ngoti.